Karibu kwenye redio Simba, sauti ya jamii. Naitwa Kennedy Msambai na haya ndio habari za leo, tukikuletea taarifa sahihi kwa wakati na kwa lugha yako, habari kutoka mashinani hadi taifa nzima. Pia usisahau tuna taarifa za spoti. Katika vidokezo vya leo: gavana George Natembea achiliwa kwa thamani. Kiongozi wa upinzani wa Tanzania Tundu Lisu atasalia rumande. Mbunge wa Mumias East Peter Salasia amraa Inspector jenerali wa polisi kudhibiti DCI Karua. Amiandikia barua AU sadak na EAC kulalamikia kukamatwa na kuteswa kwa wanaharakati. Karibu katika taarifa. Gavana wa Trans Nzoia George Natembeya machilio kwa thamani ya shilingi laki tano pesa taslim au thamani ya shilingi milioni moja baada ya kufikishwa mahakamani hapo jana tarehe 20 Mei mwaka 2025. Anakabiliwa na mashtaka ya ufisadi ya shilingi milioni 3.2, akisomewa mashtaka katika mahakama ya milimani Nairobi, mbele ya hakimu Charles Ondieki na tembea alikana mashtaka ya kufuja mali ya umma kinyume cha sheria, kulingana na ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma ODPP. Gavana huyo anadaiwa kunufaika kwa njia isiyo ya moja kwa moja kutoka kwa malipo yaliyofanywa na serikali yake kwa kampuni tatu Lima Agrovet Science Limited na Maira Stores pamoja na Eastley Winds Limited. Mahakama imeelezwa kuwa anatembea alipokea jumla ya shilingi milioni tatu nukta mbili zikiwemo shilingi milioni mbili nukta moja, kutoka kwa Emmanuel Wafula Musungo miliki wa Eastley Winds Limited na shilingi milioni moja nukta moja kutoka kwa Masi Chelagat mkurugenzi wa Lilma Agrovet na Mahira Stores kama sehemu ya mashtaka ama masharti ya tamana. Mahakama imemzuia gavana huyo kutoingia ofisini kwake kwa siku sitini, kutotoka nje ya nchi bila ruhusa ya mahakama, na pia kutozungumzia kesi hiyo kwenye vyombo vya habari. Kesi hiyo inata, itatajwa tena tarehe 3 Juni mwaka 2025 kwa ajili ya mkutano wa maandalizi ya kesi. Ikumbukwe gavana huyo alikamatwa tarehe kumi na tisa Mei nyumbani kwake mjini Kitale, hali iliyozua ghasia na maandamano. Tukielekea nchini Dar es Salaam, kiongozi wa chama cha upinzani cha Ndema Tundu Lisu atasalia rumande baada ya mahakama ya Kisutu kuahirisha kesi yake hadi Juni mbili mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Lisu anakabiliwa na mashtaka ya uhaini, uchochezi na kuhujumu uchumi. Alifikishwa mahakamani akiwa amezingirwa na wafuasi waliopazwa sauti wakitaka marekebisho ya sheria za uchaguzi kwa kauli mbiu. Mahakama ilipendekeza kesi isikizwe kwa njia ya mtandao, lakini mawakili wa Lisu walipinga wakisisitiza uwazi na haki katika mchakato wa kisheria. Serikali ya nchi hiyo imeshapiga marufuku ushiriki wa Chandema kwenye uchaguzi wa Oktoba, inadai kuwa chama hicho hakikutima sharti na maadili ya uchaguzi. Lissu alikamatwa Aprili 9 muda mfupi baada ya kutoa wito kwa kususia uchaguzi wa kitaifa hadi mageuzi kamili ya uchaguzi yafanyike. Ikiwa atapatikana na hatia ya uhaini, anaweza kuhukumiwa au kupewa adhabu ya kifo, jambo ambalo limeibua wasiwasi miongoni mwa mashirika ya haki za kibinadamu. Tukivuka tukirudi Kenya, hapa mbunge wa Mumias East Mheshimiwa Peter Salasia ametoa wito kwa Inspekta Jenerali Douglas Kanja kudhibiti maafisa wa idara ya upelezi na jinai DCI, baada ya kile alikokitaja kama kukamatwa kwake kwa njia ya kijambazi. Akizungumza jijini na Nyuki, Salasi alisema kuwa alipati, alikamatwa Ijumaa iliyopita akiwa njiani kutoka Isiolo na watu waliodaiwa kuwa maafisa wa DCI waliovaa barakoa na waliokuwa na sila nzito. Alidai kuwa hawa wapatao wa 15 walifatua risasi, walilenga msafara wake na kutishia usalama wake. Salasia alisisitiza kuwa iwapo mtu anashukiwa kuwa na kosa lolote anapaswa kuitwa kwa wito rasmi kutoka ofisi za uchunguzi badala ya kushikwa kwa mtandao, ya kwamba Salasia unahitajika pale katika makao mkuu ya Criminal ili ya, Investigation, sa -reflani, sa -reflani. ya kwamba ni kikao hicho, Salasia alitumia fursa hiyo kutangaza nia yake ya kugombea urais mwaka 2027 alisema kuwa atasimama kwa ajili ya mwananchi wa kawaida wanaonyanyaswa. Kiongozi wa chama cha People's Liberation Party Martha Karua ameiandikia rasmi Jumuiya ya Afrika AU, na sekretarieti ya Jumuiya ya maendeleo kusini mwa Afrika SADC, pamoja na Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC Barua kulalamikia kukamatwa na kuteswa kwa wanaharakati wa haki za kibinadamu Boniface Mwangi na Agatha Ature kutoka Uganda. Katika barua hiyo, Karua alieleza kuwa wanaharakati hao walikuwa sehemu ya wajumbe wa uchunguzi wa mashtaka kutoka Afrika Mashariki waliokwenda Tanzania kufuatilia kesi dhidi ya kiongozi wa upinzani Tundu Lisu. Barua ameataka mashirika haya ya kikanda na ya kimataifa kuchukua hatua ndani ya saa 72, akisema kitendo hicho ni ukiukaji mkubwa wa haki za kibinadamu. Hii ni taarifa ya michezo kutoka kituo chako pendwa, tukikuletea habari motomoto kuanzia ngazi ya kitaifa hadi kimataifa. Karibu tuanze. Mashindano ya Kip Keino Classic yatapigwa tarehe 31 Mei katika uwanja wa Ulinzi Sports Complex Nairobi, yakitarajiwa kuvutia wanariadha 189 kutoka kote duniani. Katika mpira wa wavu, Kenya Prisons watakutana na KPA huku GSU wakichuana na Equity kwenye nusu fainali za KVF. Wajumbe wa c wa CAF au CAF wako nchini kutathmini viwanja vya michezo kwa maandalizi ya CAN mwaka 2025 inatarajiwa kuanza hapo Agosti 2. Katika ligi kuu ya mabingwa wilaya kwa wanawake Arsenal watavana na Barcelona leo usiku nchini Ureno. Tottenham Hotspur wametua ubingwa wa Europe League ama Europa League baada ya kuicharaza Manchester bao moja kwa sifuri. Napoli wametoa taji la Serie kwa mara ya kwanza tangu mwaka 1990 baada ya kuwafunga Cagliari bao mbili kwa sifuri. Bingwa wa dunia Darts, au Luke Littler hata shiriki mashindano ya Darts, ya Darts, Darts Champions akichukua mapumziko mafupi mashindano ya dunia ya tenisi ya meza yanaendelea Doha, Qatar, yakihusisha wachezaji zaidi ya mia sita. Na hizo ndizo habari kuu za spoti au za michezo kwa sasa. Endelea kusikiza kwa taarifa zaidi na matokeo ya papo papo. Mimi ni Kennedy Msambai, hadi wakati mwingine, kwaheri. Tumefikia kikomo, msikilizaji wetu. Habari hii imesomwa nami Kennedy Msambai, na unasikiliza Radio Simba, sauti ya jamii. Tufuate kwenye tovuti zetu za www.radiosimba.co.ke, pia katika ukarasa wetu wa mitandao ya kijamii ya Radio Simba.